Watu wengi wanafikiria artificial intelligence in ni teknolojia mpya. Ukweli ni huu, AI ina historia ndefu kuliko unavyodhani. Hebu sikiliza hivyo, utanielewa. Mwaka 1950 mwanasayansi Alan Turing aliuliza swali moja rahisi lakini zito: je, mashine zinaweza kufikiri? Hapo ndipo safari ya AI ilipoanza. Mwaka 1956 neno artificial intelligence lilitambulishwa rasmi kwenye mkutano wa wanasayansi huko Dartmouth, Marekani. Ndipo AI ikawa taaluma kamili ya sayansi. Miaka ya 1960 na 70, AI ilikuwa inategemea sheria na mantiki, ilikuwa inaelewa maagizo lakini haikujifunza yenyewe. Mwaka 1997, dunia ilishuhudia tukio kubwa. Kompyuta iliyoitwa Deep Blue ilimshinda bingwa wa dunia wa mchezo wa chess. Hapo watu wakaanza kuogopa uwezo wa mashine. Kuanzia mwaka 2000